Imefanya umeteketeza ume kiasi cha kilogramu 63.4 za dawa za kulevya aina ya mirungi katika dampo lililopo eneo la, la mahakama ya wilaya ya Tanga mkoa wa Tanga. <clears throat> Uteketeza, uteketezaji wa kielelezo hiki inawahusisha wadau wote muhimu kwa mujibu wa takwa la kisheria uteketezaji wa vielelezo hivyo ni matokeo ya mafanikio ya operation, ya ukamataji wa mtuhumiwa wa biashara na usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi iliyofanyika tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano mtaa wa Pongwe Mizani. Mtumiwa aliyokamatwa na vielelezo ambaye ni kilo sitini na tatu pointi nne za dawa za kulevya aina ya mirungi anafahamika kwa jina la Saidi Bakari Saidi Chirapaa mwenye umri wa miaka hamsini na sita. Mamlaka, mamlaka inatoa rai kwa wananchi wanaoishi katika mikoa ya kanda ya kaskazini ambapo ni Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara kujihusisha kwa namna yoyote na dawa za kulevya, kwani adhabu kali itachukuliwa ikiwemo kifungo cha miaka thelathini hadi maisha jela.